Eh, bwana, majambo ni mengi sana mapati ni, ni, ni mengi sana mjini. Watu ambao wanazaliwa mwisho wa mwaka ni watu wenye bahati na watu ambao wanapata fursa nyingi sana e. E. E. Ndio hivyo, ni watu ambao wanazaliwa mwisho wa mwaka ni watu ambao wana bahati. Jipanga mm? Nini? Jambo <tip> nasikia wewe wewe, jambo dogo kabisa, subiri bora. karibu sana bwana, go to the table Yo. na hosoko vizuri, tayari umesha mm, subscribe hapo na kubonyeza hiyo alama ya kengele to be a family member 69 of course it's, yep. Uh, it's a comment is very important, yako ni muhimu sana, ndio hapo Sammy baby alongside at 13 yeah

Unajua, wakati nafuatilia maswala mazima ya kibaokata <coughs> cha Nandi hmm. Kumbe baadhi ya Zuchu pia inaendelea hiyo siku e, alafu walimfanya surprise hiyo siku yeah. Of course. Alikuwa zaka ameingia, akafanywa surprise na watu wake pale, wamempokea na keki akakata na nini. Ilikuwa sio sio akina Diamond, achana hiyo, ilikuwa before. Yes akalisha watu kama kina kiredio na mpenzi wake walikuwepo mm -hmm. kwenye tukio of course, ilikuwa zuri, lakini lilipoa sana, ilikuwa zi kama herufi yake ya kwanza <laughs> yaani, jambo la Zuchu siku ya kwanza ilikuwa zi sana, alafu ilifanyika usiku mnene, yaani saa saa kumi saa tisa mm hivi -hmm. ndio no, jambo mi naliona lina, lina happen sasa, nikaona kweli hapa ni msongamano ama jamu kwenye mitandao ya kijamii kwa yeah. sababu kiuhalisia jambo la Nandi ilikuwa tayari limeshateka watu wengi sana kwenye mitandao yeah. ya kijamii na wakawa wanalifuatilia kwao. Jambo la Zuchu likawa airtime sana halijapewa sana mm -hmm. walipotezea wa hivi so, baada ya hapo ikabidi sasa uh, mwanaume yeah. eh, mwanaume wake Hector ikabidi sasa wakae watengeneze script namna ambayo wao wanaweza kuweka jambo likakaa sawa sawa, eh, hata wanatembea na script script zile ndio. Kwa hiyo wakaweka majambo yao sawa, wakafanya party ba eh, kwenye yachi mm. <laughs> Party hii ndugu yangu mm. ilikuwa imewafunga watu wengi midomo, lakini sio mimi, baada ya keki kuandikwa happy birthday my wife wife na keki ile eh, binti akataka alishwe mm, mouth to mouth. Kama vindege kama mtu anapuliza kupewa oksijeni inaitwaje? Ile si si pia ile kama mtu kama vile unamwongezea pumzi unampa anampigapiga kifuani ile, sasa ndo akawa Zuchu ile anataka apewe na Diamond apigwe ile eh, eh apigwe ile moja yakatakaye bwana ampige, ili mambo yaende sawa sawa. Na kweli jamaa, eh, ye anaana ye anaana, ukasimama mdomo ule, eh, ile mdomo. Baada ya bwana, ukikosea kidogo, lips umetoka nayo, lazima uende kwa step. Yali choka mzee, kwa step. Mimi nishakungata hapo dogo, eh, ushindane hapa na Rebecca. Unakumbuka Rebecca. Rebecca, Rebecca aling'ata lips ya mwanaume nayo na kuondoka nayo. Ndo <laughs> alifunya recording mwanamke aling'ata lips ya mwanaume na kuondoka nayo. Kuna wanawake mashabiki, yeye yule alifanya balaa la mwaka. Ukisikia mwanamke anasema najikaza kiume ndio hao sasa. Ukisikia mwanamke anasema najikaza kiume. Haya, jambo lile bwana, baada ya kufana kwenye yacht na nini, watu wakazungumza mengi sana wakasema o, jambo lao limekuwa dogo, mm. Halijawa kubwa eh, wamelitengeneza kwa udogo, yani hakukuwa na ule, yeah. Ukubwa hata kama wanautegemea kwamba hili jambo ni la Diamond ni la Zuchu sure, jambo litakuwa kubwa zaidi, lakini jambo limekuwa dogo na wiki nzima jambo ambalo inaongeleka, nla kibao kata wana jambo dogo wale. Sasa hawajawahi kuwa na jambo dogo, majambo yote ni makubwa, sema jambo lilimezwa, lakini kingine yeah. Oh, kwa sababu akuti jambo bibi atembelea nyota nani yupi, si alie meza jambo la mwenzie hamna. Ah, wao nafikiri ni yetu eh. Ah, kuna watu wamekaa huko wamekutana pamoja wameenda ku, kwenye mechi da ya nini ya Dar City ah eh ya basketball wamekutana watu pamoja, Harmonize, Rayvanny na Salamu SK. Yeah. Nafikiri watu hao wanakutana yani yani, wao wakutane kwa nini, wanakutane yani, kuna nini so ule upepo wa wao kuwa pamoja tu, watu wanajiuliza maswali mengi, au kuna project zinakuja. Mm. Salamu SK tena iko nao na jamaa walienda, kati ya watu ambao walijiuliza. Yeah. Sasa vitu kama vile vinafanya majambo haya pia mengine yanakuwa madogo. Hey, alafu jambo majambo haya WCB watengeneze ubunifu mwingine. Mm. Kwa sababu ukiangalia pati zao zote, mimi sijawahi kuona tofauti zaidi ya jambo la Ramadhani ile. Mm. Kisha na lile sije kuona tofauti mwingine wowote kwa jambo yao. Kwao ni yale yale. Yaani ni yale yale. Hamna ubunifu. Waongeze ubunifu. So kitengo cha ubunifu ki. Yeah. Yeah. Yeah. Mm. Kwa sababu wao hiyo sio kama sisi. Wewe leo sasa ukiamua kwenda kufanya party, kukalisha watu ugali na kabichi, sawa? Mhm. Kwa sababu wewe so unasema mimi, nimekosa hela, nimeulisha ugali na kabichi. Lakini wao. Wao sasa wanabidi wafanye kitu kikubwa kwa sababu tayari wana platform kubwa, ni watu wakubwa, wana gang kubwa wanafuatilia, si so, wanabidi vitu waifana kwa ukubwa. Ukifanya kwa udogo, maana yake unatengeneza platform yako inakuwa ndogo. Ndogo, inashuka, mm, ina drop. Kwa hiyo wafanye vitu kwa ukubwa ili mambo yaende kwa mazuri zaidi. Jambo, mm, la Diamond na Zuchu, binafsi mimi ah, nisemaje lakini lakini, huwezi jua, labda walipanga iwe hivyo, hawakutaka kuwa na heka heka nyingi. Nilitegemea pia nanilii tutavishwa pete ile nani, ile pete ya ya ya almasi alipewa, alikiwa kwenye kitanda sasa nyewe sasa ndio ujivalishe mwenyewe. Mm. Sange mpisha jamani. Nakwambia mtu pete kaenda kaibwaga, yani mtu kipete kanua sana kubwagia bae. Kwa kuna mka tu unaikuta. Au kama au leo sijui itakutosha hey, hiyo. <laughs> Eh, itakufa mbaya. Hebu angalia hiyo. Yaani mbaya. Yaani mtu ta size yako ajui. Mm. Yaani gifikia hatua mwanaume ya kupa zawadi hivyo. Na shtuka. Yaani kama vile wani kama vile wewe ndio unaendesha mahusiano. Mm, zawadi ipo hivyo. Ila kindege ndege walilishana keki. Mh? Hmm? Kinde gendege tulikola hmm, kesi. Mei, hey, walishana. Lakini kukulazimisha. Hamna. Yaani kwa nini mwanafunzi yani, ya wa yani. Wanaume? Eh, yeah, sasa hapo ndo <laughs> mimi ngo hiyo issue hiyo. Bibi alibeiora, yeah. Alikasema mbona kama mm. tula nini? Sasa hapo ndo tujue sasa tujue yeah, sana yeye ya, anaye yaongoza ya, ya mahusiano ina, ni nani? Ni mwanamke. Mm. Kwa sababu siwezi mimi kuja kwako wala adabu ya mwanaume wangu na ku possess ya kunitekea mimi hey, au jinsi ya kuwa romantic. Una force yani majambo ya yeye. Yanaandisha no, keki, keki, kwa uma au kwa stiki kama wageni waalikwa? Yaki nikufundishe sasa baby. Usiundishe kwa mdomo mm. Like seriously, aaacha mahusiano ajiendesha yenyewe. Halafu mausiano ya kumlazimisha yaani iko hivi. Wanawake hamjui, yaani hautaki kasa kumu- kumfundisha mwanaume jinsi ya kupenda hata mm. siku hii. Acha moyo wake uzungumze, acha ye mwenyewe isia zake ziseme, usimfundishe mwanaume jinsi ya kupenda hivyo livyo. Kwa, kwa Zuchu, Zuchu anamfundisha Diamond jinsi ya kumpenda. Mi naisi hata zawadi, naisi hata zawadi. Huenda Diamond alianza kwanza kunua zawadi za familia yake Zuchu naye akataka kunuliwa zawadi huenda ndivyo ilivyo. Kama hamna kitu, achana naye tu, move on, just move on, fanya maisha yako mengine. Sijasema, aah, kimeniuma, yaani kwa nini unajua yule yule na mimi yule, tunashare some some common interest together, kwa hiyo nikimwona mwenzangu naumia mimi tayari kwenye mahusiano mm. Ila mimi nilikuwa hivyo zamani, sasa hivi siko hivyo. <laughs> Ndiyo maana na ndugu yangu mm. Kama unaona mwanaume hakuzingatii basi, au kuna wakati pia ka upepo na kaupepo unatembelea kaupepo. <laughs> Hapo ndo unapata ile wimbo unaitwa namuonyesha. <laughs> Mambo kwangu waja yaona, kwako anayaona, pengine pia anayaona, kiwezekana pia kuna majirani pia wanampatia wee. pia anayaona kwako kwa kwa sio mageni sio tena, mageni hapo tena. Shida ni nini? Zote pia hakuna jipya chini mm, kisa tu, hilo hilo, li, ya jua so. Muhimu tu kwenye weka eka vikolombwezo tunajua mchele ni ule ule ubobwa ule ule, tunachemsha maji, mafuta, chumvi, umemaliza mm. Lakini pia ukiutia kiji karoti kiji kiji yeah. <coughs> na kiji hoho kidogo tofauti, ukiamua kuutia kiji rangi unabadilika, lakini ni kwa hiyo ndugu yangu pia hata mamatifa alivifanya mat mm. <laughs> alivifanya ongeza kitu Kaya kwa sababu bwana anaona vile vile. Unajua wanaume wanaume wanaume hawa wana tabia moja mm -hmm. Anaweza kama mwanaume huko na mimi huyu ah, uh, Sami basi ngoja nitafute Aisha vizuri, kwa, kwa sababu kwa Aisha hufati vitu ambavyo mimi Sami ninavyo mm -hmm. Unafuata kitu cha tofauti cha kiupekee, lakini kama ukifika adabu kwa Aisha ana vile vile ambavyo Sami anavyo, basi wa kawaida, yani hautampa ule upekee uenda pia kwa bibie naye. Mana kuna wakati pia bwana inabidi asafiri kwenda Sauzi kuona watoto afikenda kuona watoto tu. Sawa. Kuna kale kiji unique fanyika kwenye party. Nitaka nimalize na ishu ya Zuchu. Mapenzi isia.